Hicho msiba tunaogopa kuwa waongo. Nini kimesababisha kifo cha mpendwa wetu? Kesho mwili utalala pale pale nyumbani, lengo ni makusudi kuwapa familia na ndugu, karibu mahemsi wenzake kuwa naye pale. Tutakesha mahali pale, tukimtukuza Mungu, tukiimba sehemu aliyozikiwa mama yake Nafasi hakuna. Pindi watakapoleta tu taarifa, familia itakaporidhia, tuianze safari ya kuelekea kwenye makaburi ya kilimo kwanza ipagala oja kwenda kumsindikiza ndugu yetu MC Pilipili. Tulikaa na familia kwa sababu maamuzi ya mazishi au maziko yanafanyika wapi. Tumetuma familia pamoja na kamati ambayo tumetengeneza kamati ya maandalizi ya kaburi pamoja na uandaji wa sanduku Majina naitwa John Mwangata almaarufu kama MC Mwangata. Uh, mimi ni mwenyekiti na mratibu mkuu wa maandalizi ya mazishi ya ndugu yetu MC Pilipili. Jana uh, tulitoa taarifa kwamba tunaendelea taratibu zingine kwa ajili ya mazishi ambayo yatafanyika siku ya Alhamisi tarehe tala 20. taratibu zinaendelea vizuri tukiwasiliana na wenzetu walioko Dar es Salaam ori uh, kwa siku ya leo tulikuwa na taratibu za kukamilisha pale hospitali zimekwisha kamilisha kwa ajili ya kuandaa mwili wa mpendo wetu MC Pilipili, na siku ya kesho utapelekwa nyumbani. Kama nilivyosema jana, tuna ibada mbili, lakini ibada ya kwanza itakuwa ni fupi, ambayo itafanyika pale nyumbani, ambayo itaanza saa saba. Baada ya ratiba ya chakula cha mchana, itafanyika ibada fupi, na watu watapewa nafasi ya kutoa salamu za lambilambi kwa wale ambao wako pale nyumbani ambao watapewa nafasi, lakini pia vile tutawapa nafasi kuaga wale ambao wataaga, walioko pale nyumbani, taratibu za kwenda mpaka zitakapokuwa zimekamilika, za rambirambi, kutoa heshima za mwisho, kisha mwili utahifadhiwa tena vizuri na kuweka ndani Le kesho mwili utalala pale, pale nyumbani. Lengo ni makusudi kuwapa wanafamilia na ndugu karibu mas wenzake kuwa naye pale, tutakesha mahali pale tukimtukuza Mungu, tukiimba, tukimshukuru Mungu kwa yote, kwa sababu Biblia inasema shukuru ni kwa kila jambo na Mungu, ila ameliruhusu, sisi tumelipokea, tumelishukuru. kwa kutalala pale, asubuhi siku al ya Alhamisi saa 3 kamili tutaondoka nyumbani kwa ajili ya kuelekea maeneo ya Chinangali Paki, pale sasa itakwenda kufanyika ibada, tunasema ibada ya kitaifa kwa sababu MC pilipili pili, hakuwa MC wa Dodoma tu, kwa tumeita ibada ya kitaifa kwa sababu itakuwa na watu viongozi, mashereheshaji eh, kwa sababu MC alikuwa kwenye kada nyingi sana. Alikuwa ni MC, alikuwa ni mchekeshaji, alikuwa ni mtumishi wa Mungu, kwa alikuwa na kada nyingi, kwa tutakuwa na ibada ya kitaifa pale katika viwanja vya Chinangali Paki. Ibada yetu ya Alhamis itaanza saa nne asubuhi baada ya kumaliza tu ibada, tutaingia kupata historia na salamu mbalimbali. Baada ya kupata historia ya marehemu na salamu mbalimbali, basi tutakwenda kutoa heshima za mwisho. Tunatamani ikimpendeza Mungu, majira ya sanani kamili, taratibu za ibada, historia, salamu lambi za lambilambi pamoja na kutoa heshima za mwisho ziwe zimekwisha, tuianze safari ya kuelekea kwenye makaburi ya Kilimo Kwanza Ipagala, kwenda kumsindikiza ndugu yetu MC Pilipili. Uh, tulikaa na familia kwa sababu maamuzi ya mazishi au maziko yanafanyika wapi. Tumetuma familia pamoja na kamati ambayo tumetengeneza kamati ya maandalizi ya kaburi pamoja na uandaji wa sanduku, walituambia sehemu aliyozikiwa mama yake nafasi hakuna, kwa wakaenda kutafuta sehemu ambayo ni karibu na alipozikiwa mama yake, ndipo ambapo tumekwenda ndugu yetu, kwa sababu kubwa familia imeridhia, wamekwenda kuliangalia eneo amalizia kwamba wanafaa hapa ndugu yao kuzikwa. Jua wengi wanatamani kumzungumzia MC Pilipili kwa sababu yamkini wengine wanamfahamu fizikali, wengine wanamfahamu kwa kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu, sababu, alikuwa ni mtu maarufu na mtu wa jamii pia. Bado naendelea kutoa rai jamani, mimi nimeombwa na familia niwe msemaji wa familia na ndio mwenyekiti wa kamati nzima ya uh, mazishi ya ndugu yetu MC BB. Nilisema jana kwamba leo tutakwenda hospitali kwenda kupata taarifa nini sababisho na kifo cha mpendo wetu, na pindi taratibu zitakapokuwa zimekamilika, wala watu wasiofu tutakuja tena kuambia nini kilichomsibu. Tunaogopa kuwa waongo, kusema kitu ambacho hakijathibitishwa na madaktari. Na hivi ninavyokuambia, madaktari waendelee na kazi zao, pindi watakapoleta tu taarifa, familia itakaporidhia, basi nitakuja tena kutoa taarifa nini kimesababisha kifo cha mpendwa wetu.